Wakizungumza baadhi ya wananchi kata ya Bagamoyo wilayani Kiteto mkoani Manyara wanasema awali ndoa nyingi ziliyumba, huku watoto wengi wakikosa malezi mazuri kutoka kwa wazazi wao, kufuatia wazazi hao kutumia muda mwingi kuyasaka maji kuliko kufanya shughuli zingine za kimaendeleo. Ndoa nyingi ziliyumba sana, watoto wengi hawakupata huduma za kutosha kupitia kwa mama, kwa sababu mama muda wote anawaza maji, anawaza baba, nikichelewa ataniambia hivi, ushaona? Kwa hiyo wanawake tuliteseka sana kuiendu ndoo kumwendi mtoto na kupata maji. Kwa sasa tumshukuru mama Samia, tumepata maji. Kwa sasa hivi tumepata maji, kama ni kujenga tunajenga kwa urahisi, kwa sababu maji ni mengi kila wakati. Tulikuwa tunaumia typhoid, sijui malaria, sijui nini, maji machafu kupitia makorongoni. Sasa hivi kwa kweli tumeneemeka. Tunachomshukuru ni kwamba kwanza tumekuwa na mtandao mzuri. Afisa maendeleo kata ya Bagamoyo hapa anazungumzia hali ya maisha ya wananchi hao, na hapa anasema jamii ya hapa walikuwa hawana uwezo wa kula milo mitatu kwa siku, watoto walikuwa hawahudhurii mashuleni kwa ajili ya changamoto ya wazazi kuwa na umaskini uliokithiri. Imeelezwa kuwa awali changamoto ya miundombinu, wa mama wajawazito wanaeleza namna walivyokuwa wakipata adha kufika kwenye huduma za afya, na hapa wanaeleza wakina mama wajawazito walikuwa na wakati mgumu wanapojikuta wanaumwa, tulikuwa hatuna uwezo wa kuwatoa manyumbani kwa sababu tulikuwa na changamoto kubwa sana ya barabara. Meneja Ruwasa ni Kiteto Stefano Mbaruku anawasa wananchi wilayani humo kuto kuhujumu miundo miundombinu ya maji, huku diwani kati ya Bagamoyo akieleza fedha walizopokea kutoka serikalini kwa ajili ya miradi mbalimbali mbali ya kimaendeleo. hujuma ya miundombinu ya maji kwa moja wa sheria namba 5, 2019, eh, kifungu cha 62, ni kuanzia milioni tano mpaka milioni hamsini. Mpaka sasa tumepokea kwa miaka hii mitano tumepokea jumla bilioni moja milioni mia nne kumi na saba na laki nne na sitini na tano elfu. Na hizi fedha <coughs> utaziona kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo kwenye shule za msingi, shule ya sekondari, lakini pia kituo chetu cha afya. Yani kweli kuna changamoto kubwa sana kipindi cha nyuma, wakati miundombinu hii ya maji haikuwa imekaa vizuri wakina mama waliwajibika kutoka usiku kwenda kutafuta maji. Kutoka hapa wilayani Kiteto, mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi, kimvuli cha jamii.